Majina ni Fahadi Mlali, mwenyekiti mtaa wa Kinyamwezi. Binafsi nimejisikia faraja sana kuunda uh, mkutano wangu leo wa kwanza wananchi wangu wa Kinyamwezi. Mimi naomba waendelee kuniamini sababu mazuri mengi yanakuja. Lengo la kugombea, tunataka tuache alama kwenye Kinyamwezi. Lengo la na kugombea, inatakiwa Kinyamwezi yetu isonge mbele iishia hapa. Lengo la kugombea inatakiwa kwamba Kinyamwezi nilivyoikuta niibadilishe iwe tofauti na nilivyoingia. Tumeona kuna mambo mengi yanafanyika, kuna uzaji wa viwanja, kuna ubadhilifu mwingi sana unafanyika, lakini kuingia kuweza kubadilisha Kinyamwezi kwa miaka hii mitano, naamini Mwenyezi Mungu ataniongoza salama, basi Kinyamwezi itabadilika. Matokeo mazuri ameshaanza kuonekana, na hakuna kiongeza lokufanya kama umekuja na issue ya mkopo kitu ambacho, na wewe kama umekiona mwenyekiti, umeamua a, wananchi wangu ni waahidi kwamba nitawapa mkopo katika kampeni zangu niliahidi kuwa nitawapa mkopo, lakini utaratibu huu ulikuwa utakuwa ufanyike tangu wiki iliyopita, lakini kulingana na taratibu ambazo zipo, ni lazima uweze kukamilisha ofisi na prosesi zote. Ofisi hiyo lazima itakuwa ina, ina leseni ina vitu vingi sana vya kuweza kufanya endelee kufanya kazi. Kupo wananchi tayari hizipokuwa tunamalizia process ndogo ndogo kwa ajili ya kuweza kuwakopesha. Kwa kumalizia mazungumzo, maswala ya ulinzi na usalama, na ajenda hii imechukua muda mrefu. Kama mwenyekiti ambaye niakita kamati ya mtaa, hebu zungumza na wananchi wako tau kuhusiana na hiyo eneo la ulinzi ambao ni eneo nyeti. Uh, ulinzi na usalama ni, ni eneo nyeti na uh, ni vilevile kwamba umepanga kwa sababu kuna misunderstanding ambayo me imetokea, lakini kikao kijacho tutajaribu kuweka mipango sawa ili tuweze kuhakikisha usalama, lakini mengi yanakuja na ulinzi huu ambao utakuja utaufanya tofauti kidogo, sababu ulinzi ambao ambao ulitokea hapa na ambao nimeona watakiwa uje, nitajaribu kuwapa walinzi wangu vifaa vya kisasa. Najaribu kununua radio call ni wape, najaribu kuwapa tochi zile zenye mwanga mkali. Vifaa vyote vya ulinzi nitawakabidhi, na nitawapa leo ingia kazi. Wamenipa motisha chachu wa kuendelea kuwaamini na kufanya kazi, kwa hiyo hata kama tujateua leo, tutakapoteua muda tukapofika basi tutateua kwa namna nyingine kuweza kuwapa motisha waendelee kufanya kazi kwa bidii. Lakini hali ipoje kwa sasa, naomba na hali ipoje kwa sasa, kusema ni leo ndio na usalama uko vizuri. Sasa mimi mwenyewe ndio mwenye kio ulinzi na usalama uko mwenyewe ndio wa usalama, na pia vile vilevile walinzi wako ile siku kwa nataka ni ongeze walinzi wengi zaidi kwa usalama huko, na mimi ndio naongoza

Vinakosi uh, gharama yake ni kubwa, sio ndogo. Unaweza ukaona tu vivuko vitatu ukavisemea, lakini vina gharama kubwa sana. Hata kivuko kimoja kama mtu umetengeneza, basi ni gharama kubwa ambayo umetumia. Sitoshe kwamba hela anaotumia mfuko wangu mwenyewe na mpumia mpumia. Uh, vivuko ambavyo tumebakiza ni vivuko vitatu vingine, na ahadi ambayo niliwaidi wananchi wangu zimefika asilimia sabini, kitu ambacho bado nichaidi katika kampeni zangu swala la mkopo ambaye mkopo uko tayari bado tu kuidhinisha, na vivuko vingine vitatu na miundombinu ya barabara alishatengeneza. Lakini kama unavyojua na barabara zetu sisi hizi za mitaa ya ndani zina changamoto tope jingi, kwa hiyo ukiweka kifusi, mvua ikinyesha, kifusi kile kinakuwa rojo, kinakuwa uji. Kwa hiyo kuna namna ya kutafuta yale matofali au vile vifusi ambavyo vikubwa ambavyo ukiviweka katika barabara basi wananchi wanaweza kupita bila shida. Kwa sasa hivi tunajaribu kupambana sehemu ambayo kuna changamoto ya barabara mvua zimenyesha na maji yametuama sehemu, basi tumefika sehemu ambayo tunatakiwa na tunaweza kutafuta vijana wakaarekebisha kwa muda barabara zikiendea kutumika na kupitika kama kawaida, kwa uchache sana. Mheshimiwa, nini rai yako kwa wananchi au wakazi wa maeneo wa wa ya Kinyamwezi ambao wamekuwa wazito sana kujitokeza katika mikutano mbalimbali kama hii? Kwanza kabisa mikutano na faida, lazima wahudhurie ili waweze kujua kwamba viongozi wao wanataka waongee kikao. Kuna mambo mengi sana yanaweza kawapita. Kwa hiyo unapokuwa hujahudhuria kikao, unakuwa umekosa haki yako ya msingi kama mwananchi, sababu kuna mambo mengi yanaongelewa, na masuala ya ulinzi, kuna maswala mengi sana. Lakini pia kama mwananchi akifika, pia kuna swala la mkopo limempita kwa hata yale kwa alikuwa anatamani kuyasikia hatuwaweza kuwasikia. Niseme kwanza, wananchi kaa kikitangazwa, waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze kusikia viongozi wao kuna yapi ya kusema.